ambaye amekanusha kwa hisia kali madai mazito yaliyotolewa na familia ya marehemu Kim Sae-ron ambaye alijiua Februari mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika soo Jumatatu hii, Kim mwenye umri wa miaka 37, alisema, siwezi kukiri jambo ambalo sikulifanya. madai hayo yanahusisha masuala mawili kwamba Kim aliwahi kuwa na uhusiano wa kimapenzi na Kim Sae-ron alipokuwa na umri wa miaka 15 na kwamba wakala wake alimshinikiza kulipa deni alilokuwa akidaiwa muda mfupi kabla ya kifo chake. Sakata hili limeitikisa tasnia ya burudani Korea Kusini, likizua hasira dhidi ya Kim ambaye ni nyota wa series na vipindi maarufu kama Queen of Tears na My Love from the Star. Kim alisema wawili hawo alikuwa wapenzi kati ya mwaka 2019 na 2020 Wakati Kim Sae-ron akiwa mtu mzima na hakuwahi kuwa naye katika uhusiano wowote alipokuwa na umri mdogo. Sijawahi kuwa naye akiwa mtoto, uhusiano wetu ulikuwa wa kawaida kama wapenzi wengine, alisema akitoka na machozi. Kim pia alizungumzia kwa nini ya kusema chochote wakati Sae-ron alipoweka picha yao Instagram mwaka 2024, kisha kuifuta. Alisema alinyamaza ili kuwalinda waigizaji wenzake, wafanyakazi wa wafanya seti, pamoja na mradi mzima Nilikuwa na mambo mengi ya kulinda. Kukiri tu uhusiano wa mwaka mmoja kungeweza kuhatarisha kila kitu, alieleza. Katika wiki zilizopita, familia ya Sae-ron ilitoa mawasiliano zaidi, yaani chat history, yanayodai kuwa walikuwa na uhusiano wa muda mrefu na kudai kwamba wakala wake Gold Medalist alimlazimisha kulipa gharama za fidia baada ya ajali ya ulevi aliyosababisha mwaka 2022. Kim alikanusha hayo akisema yeye wala wakala wake hawakumshinikiza na alitoa sauti ya simu ya mwaka 2024 ikionyesha kuwa barua aliyotumiwa Kim Sae-ron kuhusu deni ulikuwa ni utaratibu wa kawaida. Aliishutumu ali familia ya Sae-ron kwa kuhariri ushahidi na kusema amewasilisha ushahidi halisi kwa mamlaka zinazohusika. Pia alithibitisha kuwa amefungua kesi ya jinai na madai ya fidia ya won bilioni 12 dhidi ya familia ya Kim Sae-ron pamoja na channel ya YouTube iliyochochea uvumi huo. Sakata hili limeathiri kazi ya Kim ambapo makampuni kama Prada na Dinto yamekatisha ushirikano naye na mradi wa Disney Plus alioshiriki umeahirishwa kwa muda. Attention, your potential customers are watching this video. Don't miss out on the opportunity to reach them. Advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers.